na mtazamaji wa Trend TV bwana mmoja kati ya vitu ambavyo sasa hivi vina make headline huko mitandaoni ni baada ya video ambazo zimesambaa zikiwa zinamwonyesha Diamond Platnumz akiwa yuko studio hizi uh, ni studio za Pluto Republic ambayo ni studio inayomilikiwa na producer maarufu kabisa hapa Tanzania anayefahamika kwa jina la yastukizi So, moja kwa moja ni kwamba estukizi bwana ameonekana akiwa yuko studio kwake akiwepo Diamond Platnumz, lakini kilichokuja kumeke headline zaidi ni swala zima la kuonekana pia kwa Diamond Platnumz umo ndani akiwa yuko na Nandi A, ni kwamba studio umo bwana, Nandi naye pia alikuwepo katika hiyo session wakati Diamond anarekodi ngoma yake ambayo inakwenda kwa jina la nani bwana. Katika hiyo moment, kumbe Nandi naye pia alikuwepo pale studio. Kama unavyoelewa kwamba wabongo bwana wakawiagi kuja na habari mpya kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo vina trendi. Na hii video baada tu ya kusambaa kwa mtandaoni, kila mtu amekuja na comment zake. Ni kwamba kuna baadhi ya wadau wamekuwa wakidai kwamba Nandy bwana, jinsi ambavyo alivyokuwa amesimama, alikuwa amesimama kwa heshima kweli kweli, hususan kipindi ambacho Diamond anajaribu kutengeneza melody kwa ajili ya kuimba katika nyimbo yake hiyo ambayo inakwenda kwa jina la nani, which sasa hivi imeshatoka. Hapa bwana, kuna peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na komenti ambazo zimejitokeza kutoka kwa wadau mbalimbali huko mtandaoni baada ya hii video kusambaa. Unaambiwa kwamba video ya Nandy akiwa yuko na Diamond Studio kwa stukizi imeibua maswali mengi sana kwa mashabiki. E bwana, maelezo zaidi kuhusiana na swala hilo ni kama ifuatavyo hapa bwana, kuna peji imekuja imezungumzia hii issue, wakiwa wameandika kwamba e bwana, baada ya video inayomuonyesha Diamond Platnumz akiwa yuko na Nandi wakiwa wako studio kwa estukizi, e, ni kwamba hii imesambaa katika mitandao ya kijamii kutokana na hali ambayo ameonekana yuko nayo bibi Nandi. Jinsi alivyokuwa amesimama kwa heshima na upole, mashabiki wengi sana wamekuwa wakijiuliza kwamba e, ni kwamba Nandi anamheshimu Diamond kiasi hicho huku, uh, wengine wakiwa wamefika mbali kudai kwamba Nandi bwana, wakati yuko studio na Diamond Platnumz, Nandi alikuwa anaonekana anauoga kama vile, kwa namna moja au nyingine, yani Nandi anamwogopa Diamond Platnumz. Lakini pia vilevile vile watu wengine wamenotice kwamba wanaona kabisa kwamba katika video hiyo Nandy alikuwa anaonyesha heshima kubwa kwa Diamond Platnumz, au mtaalam wa Bongo Flava. Na sio Nandy tu, hata wasanii wengine pia huaga wanaonyesha heshima kubwa sana kwa Diamond Platnumz kwa sababu ni mkubwa, kutokana na ukubwa wake kwenye mziki huu hapa wa Bongo Flava. Comment ambazo zimejitokeza kuhusiana na video hiyo, bwana ni nyingi, na moja kati ya comment, kuna huyu hapa anaitwa V ameandika kwamba bwana Nandy amesimama kama yuko foleni ya uh, <laughs> ameandika kama yuko kwenye foleni. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, mmejuaje kama hapo eh, kana, kama, kama hapo huyo Nandy hajajisaidia, kwani hapo ange angeitwa bure tu mm-hmm. Ya, kuna komenti nyingine, kiukweli, ukizisoma hazisomeki, hazieleweki, lakini ndo hivyo watu walivyokuja ku comment eh, kuna mwingine amekuja ameandika kwamba bwana Nandy, jinsi alivyosimama ni kama mimi mnamo mwaka 2016 kwenye foleni ya mwendo kasi, wakati wa corona, badala ya baada, wakati sijanunua Range Rover yangu kwa hela za bomu. Uh, mwingine huyu hapa amesema kwamba uh, kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba ebwana, kiukweli hapo kwa jinsi inavyoonekana humo studio Nandy na, na Diamond ni kama vile wanaogopana. kuna mwingine anasema kwamba bwana Nandi ajuagi kutunga nyimbo, naona anaona maruweruwe tu hapo, haelewi wenzia wanavyohangaika kutengeneza melodi. Kwani Nandi mara nyingi waga anaandikiwa na melodi kabisa, yeye anaingiza sauti tu. Kuna baadhi ya wadau hapa wanadai kwamba Nandy bwana alikuwa anaonekana kama vile amesimama kwa uoga kwa sababu alikuwa na staajabu kile ambacho Diamond anachokifanya. Unajua bwana ukienda studio mara nyingi wasanii unawakuta wanaangaika, anaenda huku anaenda kule, anapiga beat, anaimba, anaimba vitu havieleweki wa na nini? Lengo ni kutafuta melody ambayo inaendana na ujumbe ambao yuko nao katika ngoma ambayo anaiandika na vitu vingine kama hivyo. Sasa, kuna watu hapa wa menoti kwamba Nandy alikuwa na yuko kama vile uncomfortable kutokana na kwamba yeye huaga hanaga hiyo experience ya kuandika nyimbo mara nyingi nyimbo nyingi sana ambazo Nandy anazitoa huwa anaandikiwa, so hivyo ndivyo baadhi ya watu wamenoti kwamba Nandy bwana, yeye amebaki kushangaa tu, kwa sababu mambo ya kuandika au mambo ya kutunga nyimbo studio sio vitu vyake. Kwa hiyo hicho alichokuwa anakifanya Diamond hapo kilikuwa kinamshangaza. so hivyo ndivyo mambo yalivyo, kwa mujibu wa video ambayo imesambaa huko mtandaoni. Eh, wadau mbalimbali bwana, wamekuja kuibua huo mjadala, lakini pia vile vile wengine hapa wamekuja kucomment wakiwa wameuliza kwamba kwa hiyo kwa mlikuwa mnataka Nandy arukeruke juu na eh, juu ya hizo kompyuta humo studio au kuna mwingine amesema kwamba bwana Nandy ni mtu wa heshima, ana heshima zake, ni binti ambaye alielelewa na wazazi, hata kama ni mwanamuziki wa dunia lakini heshima lazima iwepo, iwapo kama yuko na wanaume watupu humo studio. Kuna mwingine hapa amekuja kuuliza ee, sasa hapo mashabiki walikuwa wanatakaje? yeah. Ya so, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Hayo ni maoni ya baadhi ya watu ambao wamejitokeza huko mtandaoni, lakini pia vile vile tukirudi kwenye upande wa nyimbo ambayo Diamond alikuwa anarekodi hapo, ni nyimbo ambayo inakwenda kwa jina la nani na nimeshakuelezea kuhusu na mafanikio ya ngoma hiyo, lakini pia vile vile kwa sasa hivi hapa bwana, ni kwamba ukienda katika nyimbo ambazo zinazofanya vizuri zaidi eh? au sauti ambazo zinafanya vizuri zaidi huko katika mtandao wa Instagram, yani ngoma ambazo zinatumika zaidi katika Instagram reels au challenges au videos ni kwamba nyimbo ya Diamond Platnumz ambayo inakwenda kwa jina la nani inaongoza iko namba moja, alafu nyingine ni ngoma ya Harmonize like. Kwa hiyo hapa bwana, kuna page imekuja kuripoti wakiwa wameandika kwamba wimbo wa Diamond Platnumz umeshika namba moja trending huko Instagram, ndio wimbo ambao unaotumika zaidi katika video za watu wengi mtandaoni katika mtandao wa Instagram kwa sasa Wakaandika hapa maelezo zaidi kwamba kutoka, kutoka WCB, wasafi ngoma mpya ya nani eee, kutoka kwake Damo Planums ndio wimbo namba moja unao trend katika mtandao wa Instagram kwa sasa hivi. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, uweka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.